Hayawi hayawi, sasa yamekuwa. Ni kwa time ndefu zaidi ambao wengi walikuwa wanasubiri wapate taarifa hii nzuri na njema zaidi, kutoka kwa msanii Diamond Platnumz anayewakilisha Tanzania Plus 255. Swika tunasomana na semana, fureshi bana, kuna taarifa ambayo pia imebaki inaacha midomo ya wengi wazi kabisa, na ikihusanisha bana huyu, Diamond huenda amemuoa Zuchu, na hii ni kupitia moja kati ya posti mbili tatu ambazo ameweza kuzishare kupitia ukurasa wake rasmi kabisa wa ra Instagram akionyesha kuna namna fulani hivi kama tayari ameshachukua jiko e bana, Zuchu yupo ndani sasa kwa Diamond bana, ameolewa rasmi kabisa. So nikimaanisha hivyo kwamba bana hizo picha na video unaozitazama hapo e bana ndo dhahiri kabisa Diamond kaweza kuziposti, lakini pia kaweza kuzisindikiza na caption moja nzito sana na wengi tunaamini kabisa kwamba tayari Diamond Platinum se bana Nasibu Abduri ameweza kumwoa Zuhura Othman mwenyewe kabisa Zuchu. So ni moja kati ya kapo ambao pia tangu wameanza kuingia kwenye trending bana za mahusiano kumekuwa na ups and down nyingi sana na kila moja ameweza kuzungumza kulingana na dhewe ambavyo yeye anafikiria, hii kapo ingeweza kuwa wengine. Walisema bana Zuchu hawezi heka heka za Diamond Platinums, wengine pia wakasema bana Diamond, sijui kama atakaa na Zuchu muda mrefu. Lakini rasmi bana tumeshuhudia hizi hapa picha, hizi hapa video pia zinaonyesha kabisa hawa wawili tayari ni mke na mume halali kabisa na kidini, umeona na hii ni rasmi kabisa kwa dini ya Kiislamu. Sasa, moja kati ya video ambayo pia amezipost Diamond Platnumz na baadhi ya picha ambazo pia zikimuonesha, kuna namna fulani hivi harusi ilikuwa inaendelea kati ya Diamond pamoja na Zuchu. Eh bana, ameisindikiza na caption moja nzito, wacha mimi nitidilike nikusomee, alafu wewe utakuja kunyambua kipi ni kipi na kipi ni kipi, si unaelewa? So Diamond Platnumz baada ya kuposti hizo picha ameweza kushare na caption anaosema na, na mnukuu Miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni ukomavu wa kukaa kimya. Ukomavu huu unataka uvumilivu wa hali ya juu, inataka uwe na moyo wa subra na hasa kukaza roho. Pindi mtu au watu wanapokuwa wanakupakazia ubaya fulani kwenye jamii halafu wewe una ukweli wake lakini unatakiwa ukae tu kimya. Usijibu ili hali ukweli unao ndani. Kwa kweli, si jambo jepesi, linataka ustahimilivu wa hali ya juu sana, na siwezi sema eti na uweza sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo kwa kiwango chake, na nimekuwa nikiishi hivyo kwa muda mrefu, kukaa kimya pindi yoyote akijaribu kusema lolote zidi yangu, na ndiyo maana hata interview nimekuwa naepuka kufanya siku hizi, japo si jambo jepesi, lakini faida yake nimeiona na ni kubwa, maana vita vyako inakuwa unapambaniwa na Mwenyezi Mungu na inakufanya uwe mshindi kila siku. Anyways, najua kila mmoja wenu ana picha tofauti kabisa kuhusu Diamond Platinum na kuoa, ila tu nataka leo niwaambie huyu Diamond Platinum aliwahi kuoa na kuna siku nitawaambia ikawaje, mwisho wa kunukuu. So ni moja kati ya caption ambao pia Diamond ameacha maswali mengi zaidi kwa wanaofuatilia muziki wake wanaomfuatilia lifestyle yake, kwa sababu kuna wana wengi pia wanaojifunza kupitia the way ambavyo Diamond yeye yeah, anaishi na wao ndio wanaishi mulemule ambamo Diamond yeye anaweza kuishi so wengi wanaamini Diamond bana amemoa Zuchu, na sisi ndipo hivyo ambapo tunaamini bana rasmi Zuchu kaolewa na Diamond baada ya hekaheka nyingi zaidi kwenye mitandao ya kijamii bana juzikati, pia eh, kwenye harusi ambayo ilifanyika pale Superdome Dar es Salaam ya JP 2025 ya Juma Juksi pamoja na Priscilla kutoka na Nigeria bana, Diamond aliingia kivyake huku mbini, Zuchu aliingia kivyake huku mbini na kila mmoja akawa anasema bana huenda hawa wawili, kuna quarrels ziko hapo katikati, that's why hawakuingia wote na hawakutoka wote. Lakini wengine wakaja wakawaza out of box kabisa, wakasema in case kama Diamond na Zuchu wangeingia pale kwenye ile harusi wakiwa pamoja, huenda wangezima trending ya harusi nzima. Umeona Baba Levo pia katia komenti yake bana, emoji za moto na emoji za kushukuru, amekosa hata la kuzungumza na imani hivyo. Uncle Zara huyu ni mchekeshaji pia kutoka Tanzania ameweza kutia komenti yake, akasema, kameramani zoom sura, utakuta sio kucheka, emoji za kucheka, akimaanisha kwamba bana, huenda aliyeolewa hapo na Diamond sio Zuchu bana, eh, kameramani a zoom sura ili tuweze eh, kufahamu kama kweli je, yeah, huyo ni Zuchu au ni mtu mwingine, sio tunaelewana. Eliudi Samueli pia mchekeshaji kutoka Tanzania ametia komenti yake pale akasema karibu kwenye chama kaka. Tunajua Eliudi pia juzi kati hapa, na yeye amevuta mama ndani, ameoa kabisa, ndoa bonge moja la ndoa, wachekeshaji pia wameweza kuhudhuria. Umeona kiredio pia amesema e, kumbe tayari maskini. Umeona so naye pia amepata taarifa hivyo kama ya kushtukiza Bana Kimkiando pia naye ameweza kutia comment yake pale, akasema mimi naondoka na paragraph ya mwisho. Tajiri Abivani, msanii kutoka uh, Geita pia kanda ya Ziwa, ameweza kutia comment yake akasema, ikiwa ni video bosi, utaua huku Insta. Unaelewa kwamba anamaanisha kama likiwa ni video tu, eh, sio kuona kweli bana <laughs> itakuwa kweli katisha sana Diamond Platinum. So, so comment ni nyingi zaidi ambazo wana wamejaribu kutia pale, wakionesha bana wengine kupendezwa na hii harusi ya Diamond pamoja na Zuchu. Naona comment nyingi, asilimia kubwa wengi wamefurahishwa na Zuchu kuolewa na Diamond au Diamond kumuoa Zuchu. What's your comment kuhusiana na hii harusi? What's your comment kuhusiana na hii scenario bana ya Diamond kumuoa Zuchu, Zuchu? Niachie comment yako hapo chini kwenye comment section bana. Hii hapa ni Monny TV online, na mimi naitwa Moni himself Mr Cody 123 Mvuva Burudani. Endelea kunifollow kwenye peji zangu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Pale Instagram napatikana kama Moni himself underscore tz, TikTok pia Moni himself underscore tz, na hapa ndivyo hivi ambavyo unanipata kama Moni TV online. Usiache kusubscribe ku like, comment na kushare, wa kwanza kupata taarifa na update hizi eh